Huwezi ukaijua, haijulikani isipokuwa ikikuondoka, ndo utajua la kumbe nilikuwa naishi katika neema. Amani uliyokuwa nayo ya nchi yako ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyokuwepo leo, ukaacha kuilinda kuienzi, hii tunu ya amani ni kwa maslahi yetu kama sisi wa Tanzania. Ikiondoka tunu ya amani, ndugu zangu, hatuwezi tukakaa tukamwabudu Allah tabaraka wa taala kama leo hivi tunavyomwabudu tumeona mifano katika nchi mbalimbali mataifa mbalimbali ambayo amani imetoweka. Tuangalie Gaza Palestina, tuangalie hapo Congo tu ambayo ni nchi ya Afrika jirani yetu Afrika Mashariki, amani namna gani ilivyokuwa ikitoweka na mapigano ya wao kwa wao kwa ajili tu ya mambo ya kimamlaka na jili na vile. Ndugu zanguni hatuna budi kuliombea taifa letu, hatuna budi kumuombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu daktari Samia Suluhu Hassan Mungu, hasa. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala aendelee kulilinda taifa hili aendelee kulipa upendo kwa sababu bila ya upendo tunaokuwa nao na mshikamano na masikilizano amani haiwezi kukaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anasema, wala tanazao fatafshalu watadhahaba nihukuu, wala msigombane msifarikiane, jamani, mtafeli. Mkifeli watadhahaba li hukumu nguvu yenu ya umoja wenu itaondoka. Ikiondoka hapo, maadui wanaweza wakakushambulia. Tulioleta ivo letu na jamhuri ya muungano wa Tanzania, tuendelee kuienzi na kuidumisha amani, na wala tusikubali vishawishi wala viashiria vyovyote vya kutughilibu kuliingiza taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maslahi ya watu binafsi. Ndugu zangu Waislamu, tumwombee raisi wetu mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo mpaka leo ameendeleza neema hii ya amani, ambapo mpaka leo anajitahidi kuliletea maendeleo taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama mwenye huruma, mama mwenye ukarimu, mama mwenye kupenda raia wake, wananchi wake. Insha Allah, sisi kuonyesha mapenzi yetu kwake, lakini mapenzi yetu kwa taifa letu ni kumwomba Allah tabaraka wa taala azidi kutudumisha katika upendo moja tulokuwa nao lakini pia tumuombe Allah tabarak wa taala azidi kumuimarisha mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ampe afya njema, aendelee kutuongoza, anaendelee kuongoza taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuliletea maendeleo kwa kasi kama anavyofanya hivi sasa. Ndugu zangu wa zango, Waislamu, wa ni'matullah turafu illa baada zawa neema, siku zote haijulikani huwezi kuijua neema isipokuwa mpaka itakapoondoka. wa idha kunta fi ni'mati faraha. Na wewe ndugu yangu, ukiwa unaishi katika neema, hebu uichunge neema hiyo unayoishi kwayo, unabudi kuienzi na kuipetipeti, ili Mwenyezi Mungu naye aonyeshe kheri na baraka katika maisha yetu tunayoishi. Aqulu qauli hadha wa astaghfirullaha lahimali walakum qulu jamian nastaghfiru